Nam habari za muda huu, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko. Matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini popote ambao unaendelea kutusikiliza vema kupitia simu yako, lakini pia kupitia runinga yako. Ujambo na karibu kuandamana nasi katika habari zetu za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi Novemba mwaka wa 2025 na nayo uhakika ya kwamba mpo wengi ambao mnaendelea kutusikiliza kutoka maeneo yote, na mna haja ya kufahamu yote na ujire sehemu mbalimbali huko mashariki mwa DRC, hususan na jimboni Kivu kaskazini, lakini pia jimboni Kivu kusini. Hivyo ili uende sambamba na sisi na uendelea kupata habari zetu za ukweli na za uhakika, na kualika wewe kusubscribe channel hii kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi ili endelee kuzipata kama kawaida. Mchana wa leo, mpendwa msikilizaji, tunakuletea kile ambacho endelea kwenye uwanja wa vita huko tarafani Walungu, ambako mapambano ni makali sana kati ya vikosi vya wazalendo na wahasi wa AFC M23 katika maeneo mbalimbali mbali ya tarafani Walungu, lakini pia tutajielekeza moja kwa moja huko Masisi ambako vilevile vile hali ni tete kati ya wazalendo pamoja na vikosi vya waasi wa AFC M23. Mpendo wa msikilizaji, hizi ni za moja kwa moja kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika huko kwenye uwanja wa vita, hivyo naomba unipe sikio ili tuende sambamba mwanzo mpaka tamati. Maji ni balaa. Bila shaka na tumai utakuwa salamu salimini, na sasa tufungua ukurasa wetu wa habari tukianzia na habari kutoka huko tarafani Walungu jimboni Kivu Kusini, ambako hali ya usalama katika baadhi ya vijiji vya tarafani wa Lungu jimboni Kivu Kusini inaendelea kuwa mbaya zaidi, huku mapambano makali yakiripotiwa kati ya vikosi vya wahasu wa AFC M23 na makundi ya wazalendo wanaunga mkono serikali taarifa kutoka kwenye mstari wa mbele wa mapambano zinaonyesha kuwa machafuko haya yameongezeka kwa kasi kubwa kipindi cha saa 22 zilizopita na yameleta tamruki kubwa miongoni mwa wakahaji. Kwa mujibu wa vyanzo vyenye kuaminika vilivyopo karibu na uwanja wa vita, mapambano makali yameripotiwa kuendelea hasa katika vijiji vya Tubimbi na Mufa mashambulizi yanayofanywa na pande hizo mbili yanatajwa kuwa ya kiwango cha juu kiasi cha kuwalazimisha wakahaji kujificha ndani kwa hofu ya kushambuliwa huku wengine wakilazimika kuyahama makazi yao na kujielekeza maeneo mengine kwenye usalama zaidi. Katika upande mwingine, duru za kiusalama zinaripoti kuwa shambulizi la anga lililofanywa na ndege ya kijeshi ya FARDC kwenye maeneo ya uchimbaji madini huko Walungu limezua wasiwasi mkubwa sana. Shambulizi hilo limesababisha wafanyakazi wa machimbo hayo kusitisha shughuli zote moja kwa moja na kuanza kukimbia ili kuepuka hatari zaidi, ambazo inaendelea kutokea katika uwanja wa vita, wanakimbia

Hadi sasa hali bado ni tete na mvutano unaendelea kuonekana katika maeneo kadhaa ya Walungu. Vyanzo vya ndani vinasema kuwa ni vigumu kupata takwimu rasmi kuhusu idadi ya vifo na majeruhi kutokana na mapigano yanaendelea na changamoto, changamoto ya kufikia maeneo husika. Watu wengi wanaendelea kutafuta hifadhi katika vijiji jirani na wengine kuelekea maeneo ya usalama zaidi ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Mmoja kati ya wakahaji kutoka kwenye uwanja wa vita amethibitisha hali hii na kuomba serikali kufanya ima ili kwenda kuwakomboa wale wanaopatikana huko kwenye uwanja wa vita, ambako hali ni tete, hakuna namna ya kutoka wala namna ya kuingia, jambo jambo <coughs> habari ya kule <coughs>

Jen. Kuko wanafika pale waungu, metogari mbili yote. Ah, bale kwanza lakini vita inaendelea kuwa kali kabisa, mabombe tuko tunazisikiliza me tunaendelea kuomba Mungu na mutuombee, sabu tuko sawa vile watu wiko mukisanga mugogo, kuko vita. Walungu kuko vita, kutoka hapa kufika Bukavu hakuna njia, mambo imeharibika. Basi tunaendelea kuvumilia, tunaendelea kuomba tu Mungu peke yake atutie nguvu na tupatie suluhisho ya mambo ambao tunakuwa ndani yayo. Basi ndio vile vetuko, na nanjo niipenda ni kujulishe <coughs> kama tuko muwasiwasi kubwa sana, ngambo yakwetuurika kunakuya ba Burunde m a nani, ba FARDC na ba majimaji bote wanachangikana kunakera mforo kubwa nayo ya kupenda ipasule njia iingie Bukavu. Hapa ni matatizo na shida, basi ni kutoa basi sala mbele ya Mungu, peke yake atatusaidia. Njo vile mambo iko, hata mukue Bukavu musikose kuwa na sukari, chumvi eh, na chakula ndani ya nyumba, mtu ajuaki inafaa kuaprevoya ile njo mambo iko ile na nimehakikisha. Uh, basi asante kwa kunisikiliza, nilipenda nibajulishe ile hali ambayo tuko mwayo huku Maroki. Asante. Asiyo ni bombarde njo karembo ile kariri ya karembo kaiteketeza ni sokoi, haikuwa drone. Sokoi ndio lilongoza ile nani pale. Ile kariri na mpaka saa hii tunaevolue

na vingine na vingine. Komanda operasi ya Butu limuwa njuma alikuwa na lulu Motorola na vingine wanakufa sama yaani, huku yoto kwa tunachunga wako ya weka mitereza imaiti wa baone ya kucha mwte makuli kwa mwanyumba siye wato kumambisa. Mashambulizi haya ambayo yamejiri mapema alfajiri ya leo yameanza baada tu ya mashambulizi yaliyoripotiwa yu yana tarafani Mwenga kati ya waasi wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo katika vijiji kadhaa vya tarafani Mwenga ambako waasi walijaribu kusonga mbele, lakini lakini wazalendo wakiungana na jeshi la taifa FARDC waliweza kuzima mashambulizi haya. Mashambulizi ya mara kwa mara yanaendelea kuripotiwa jimboni Kivu Kusini licha ya msaini ya mikataba iliyowekwa huko Doa kwa lengo la kusitisha vita mashariki mwa nchi ya jamhuri ya demokrasia ya Kongo. Hivyo hali ya kibinahadam katika maeneo kadhaa wilayani uh, Walungu endelea kuripotiwa kuwa tete zaidi, huku raia wengi wa vijiji jirani wakiwa wima kutazamia kile ambacho kitakuja kuonekana. Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wetu, hizi ni za moja kwa moja kutoka huko kwenye uwanja wa vita, ambako hali si shwari kabisa upande wa raia ambao wanapatikana maeneo hayo. Mamlaka za eneo bado hajatoa tamko rasmi, huku wananchi wakitoa wito kwa msaada wa dharura na, na jitihada za kudhibiti mapigano ili, kwanze, uh, ili kuzuia janga kubwa la kibinadamu hivyo, mpendo wa msikilizaji baadhi wakaaji wengi wa Walungu wameanza kuelekea maeneo ya Shabunda kofia, hali ambayo endelea kuwa tete mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hususan katika, uh, katika uh, maeneo ya Walungu, lakini pia maeneo ya Mwenga pamoja na maeneo ya Shabunda. Tuendelea kufuatilia taarifa hizi kwa kina ili tukuje kukupatia taarifa rasmi hapo baadaye pale ambako utakapozipata kutoka kwa vyanzo vyetu vyenye kuaminika kutoka uko kwenye uwanja wa vita. Na kusihi tu kuendelea kuwa nasi ili uone na baraka vya kutosha kupitia chaneli yetu Amani TV Media. Na tukiachana na taarifa za uko Walungu, moja kwa moja ujielekeze pia uko jimboni Kivu Kaskazini, ambako katika mkoa wa Kivu Kaskazini hali ya usalama inaendelea kuwa tete pia kufuatia mapigano makali yaliyoibuka tena alfajiri ya leo tarehe 21 Novemba mwaka wa 2025. Na mapigano hayo yameripotiwa kuhusisha wahaswa wa AFC M23 na vikundi vya wa, vya wazalendo wenye kujitolea karibu na kijiji cha Mahanga kilichopo katika uchifu wa Osobanyungu, eneo la Masisi. Mashuhuda na vyanzo vya eneo vinaripoti kuwa waasi wa AFC M23 wajaribu kusonga mbele kuelekea maeneo ya Muhanga, ya Mahanga Kumrazi, waki, wakilenga kuchukua udhibiti wa kijiji hicho ambacho kinaonekana kuwa ni umuhimu wa kimkakati katika harakati hizo. Waasi wameanzisha mashambulizi makali dhidi ya ngome za wazalendo. Ripoti zinasema kuwa milio ya yes silaha nzito na nyepesi zimeendelea kusikika tangu mapema asubuhi na kuleta tamruki miongoni mwa wakaaji ambao wengi walazimika kujificha huku wengine walikimbia makazi yao kuelekea sehemu ambako kuna usalama zaidi. Taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani zinataarifu kuwa wapiganaji wa AFC M23 walipokea uungwaji mkono wa wajeshi na risasi takribani siku mbili zilizopita, Jambo ambalo limewawezesha kurejea kwenye mashambulizi kwa nguvu zaidi wakiwa na lengo la kupanua maeneo ambayo wanayadhibiti. Haya yote yanajiri licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyowekewa yaliyowekwa miezi michache iliyopita chini ya mchakato wa Doa, makubaliano ambayo sasa yameonekana kuwa hatarini kutokana na kuongezeka kwa vitendo vya kijeshi. Kijiji cha Mwanga kinatajwa kuwa ngome ya mwisho kabisa kabla ya kufikiwa maeneo ya groupment ya Waloa Lungu, na hivyo kina, kinafanywa kuwa eneo lenye umuhimu mkubwa wa kiusalama kwa pande zote mbili ambazo zinaendelea kupambana hadi mda huu. Ambao unaendelea kutusikiliza mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wetu, mapigano bado yanaendelea, na hali ya usalama inasubiriwa kufuatiliwa kwa karibu na vyombo vya usalama pamoja na wahusika wa mchakato wa amani na sisi tuko hapa moja kwa moja bega na wewe msikilizaji na mtazamaji wetu, ili tuwe tunakuarifu yote yote yanayojiri sehemu mbalimbali uko jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Kazi ni moja tu, ni wewe kusubscribe channel hii aidha kujiabone, ili wewe kwanza kunapata taarifa hizi za moja kwa moja kutoka uko kwenye uwanja wa vita lakini hali ikiwa bado ni tete jimboni Kivu kusini lakini pia jimboni Kivu kaskazini uko kwenye uwanja wa vita moja kwa moja. Baadhi ya wakongomani wanakuwa na paza sauti na kutoa pendekezo lao, huku wakiwaomba wazalendo kukaza nguvu kwa ajili ya kuweza kuwakomboa. Na sasa moja kwa moja tujielekeze kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi ambako tunapata fursa ya kusikia maoni ya watu mbalimbali kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na siku leo tumepata uh, kauli hizi hapa. Renio gani yenye bako naenda mo kila siku? Renio gani bako banaingiamo kila siku vile depuis mwezi kama wangapi? wanaingia unagana renio renio renio renio renio, ah, mana tunaangamia mwainji kabisa, tunaangamia wa ndugu, tunapata mateso makubwa, na hii yote wenye pesa ndogo njoo wako wana sufuri wenzetu wenye walisha pata ma 33000 dolare yabo, si bako banazikulia kwenye balikimbiliyaka kule, na wengine wenye wako mkapitali basi mkapitali yetu mko vita na njoo kwenye banajikunja sasa. Hizi masinyatire za leo za kesho bataongea tena, bataongea tena kwenye bako banaongea kule, Mungu abaone kabisa. Mungu abaone ile maongezi yabo ya madistraksio yenye haina tamaa ilfo, Mungu abaone tu, Mungu abashughulikie ya ya ya mwenyewe mwa ile renio hatuna hata intervasio hata moya hata moja, yenye niambie batu enye baliweka sahihi kitu gani? Yenye nashinda mzungu kabisa, mzungu wa Amerika abatakia simama oh, njoo banaanza ku si manani ma maporo ma oh, maroporo oh, fulani fulani, leo yote ni madistraction wa ndugu ifo. Tufunguke macho na wazalendo nao iko tu, so vile mtu anaweza kuwa na nguvu lakini ana akili eh, wenye benye kudufata biko na akili sana eh, mzalendo ana, ana akili mrefu, mwenye anaweza kuwa na hingufu lakini hii hingufu njoo anataka banetralize hii nguvu njo bale wanaume ama akili mrefu mrefu banataka baikalie ile nguvu bahimalize msiasa kwa njia ya siasa. Ndio wakati nabo biko banaweka mabariere, banaweka kamba mnjia, banawazia kuko benye bako ama banawazia bataendelea abo ba, ba, ba, ba, ba, benye akili mrefu banayua kwamba eh, muda wabo utamalizika, uta, uta haraka. Sasa pale eh, government yetu nayo ingili sutenir sasa, wazalendo za lendo kwa chakula na vingine. Mie peke ni leo na kadiri wako karibu wa kufa na njala. Na uyu kidogo na kidogo anataka wa muita generale. Uyu na kidogo kidogo anataka wa muita kolonele fulu. Uyu na kidogo na kidogo anataka wa muita generale. Sasa pata kuita generale, muvita, mumoto, sawa ya, ya hivi. Eh? Mkati walianzaka vitamini visemaka kwamba bandugu. Hivi ya kusema aseme. O oh, mpaka mzalendo mpaka mzalendo na iko na chunga na eh, baongei njoo apigane eh, iko na na kadri bako banaongea eh, iko na muzingira, iko na muzingira, iko na muzingira na takia kutana pale, mambo ina mambo ina progrese mbele, bandugu. Hapa sasa njo umsantire kama hatuna kitu kule, doa hakuna kitu kule katari, na kila mwenye angalia na danganyika kujua kwamba mwaizi masinyatili tutapata mo amani kwanza. Hapa apre nyatile zile zote, mtakia je retrouver kila kila mtu bana mkula kwake, mchunge tu mtaona. Apre hizi masinyatili zote, mtakia je retrouver. Kumbe kweli kabisa, hapa benye walikuwa naingia hivi ya marenio ni kutaka tu iwakati ipite ya retare kidogo ipite, njo maana ya hii marenio. Me hatuna amu hata neno moja amu. Hatuna amu hata kitu. Eh, mwali zile marenio zabu. Eh, niambia sasa hii mituto yote, hii midundo yote. Eh, yenye maarume kubwa kubwa zito zenye hazistahili zipige. Tuko tunazisikia. Sasa mniambia sasa hii bibi yote sinibia kuua tu raia hii. Tena bako banavitupa mubaraia, banavitupa mubaraia sasa batarudishaka hii pepo lenye kufa hivi wakati gani? Na zile marenio zao zenye hazina maana eh, kule na njoo kwenye Mungu. Mnawazia mnabaku, banawazia batafanya marenio, batabakia mudunia miaka yote, nabo bataishi muda mchache. Eh, wale wa politisi wanawazia, oh, tutafanya hivi, tutageuza hivi, tusitokake Mungu. Atabatosha Mungu, atabaua yepeke, wasiwazia kuko bya milele benye bali ba Mubutu viongozi iko madistraction, tusi biko na progres na bana kamata franka, bana tupatuba bana tupatupa haribisha, sema naenda marenio Doa, naenda marenio Katari madistraction moye zenya zina tamaa na mateso moya ajabu ilisha sumbua batu eh, na njoo biko na tu distrait na marenio na marenio na marenio na marenio, bitu yote isha haribika, bitu yote isha kufa kabisa, mpaka bako wanatuonesha tu renio. Mimi nawaza hii neno ya renio ya Katari, hakuna ingine distraction iko nayo hii tu njo neno yenye biko nayo, njo neno yenye biko nayo nakukamata umasasi butatu wanautumia Bazalendo, mupigane sasa, mpigane wakati kule amoja msaada. Mwiko nawazia kule doa, kutatoka musaada, pina muona, na musaada za kule. Na benye wako banaikala kule bote, balisha kuona sinyale za murefu murefu, na wale wazungu. Hakuna kitu yetu pale. Hakuna kitu yetu pale, si le vuple. Ifo tuchunguze mzuri sana, tuone kama bazalendo banaona habitawezekana. Juu kila kwenye wako banapigania na banaua populasyo ya mingi, biko bakiona habitawezekana. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, jifunze gisi ya ku ya kusogea sudi so, basimalize batu ku, ku, ku, kubure na hii ni distraction. Baliona hakuna gisi bafanye na wazalendo, bana resiste, wanasema hatutapana nchi yetu. Lakini kwa kweli, mniambie, aba wazalendo abange likuwa si kama bakoma hii capitale deja si ba generali kama generali walianza kujikimbilia, kujikwepea hapo Nakaa bangali wana resistance hiya haya kidogo njo ya distraction, mgoe siku fulani kutakuwa reunion, oh, siku fulani kutakuwa sinyatire, oh, siku fulani na hile masiku zinapita, zina, zina, mazalendo batakia ngoa, banachoka na wanasinya na wasemu kamate pale na pale na pale na pale. Mutaona vile na nye kesho hapa utakutana inchi hii na hizi masinyatire nisha tosha mawazo mawazili wa masinyatire hazina habina tamana tuna vyo kazi hatuna kazi mwa hivi vya masinyatiri hata tufalia kazi, hata moyo. Mtaona na nyi, utaona na nyie kinge ingilikuwa ingilikuwa hapa mwezi masinyatiri, mtakuwa siku ya sita mbacho weka masinyatiri za kwanza, na njoo vita, mlipuko mkubwa ikatokea Dimash, njoo bakakamata kamata, kamata kule na kule na kule na kule na njoo mpaka hivi. Mniambie sasa, nini iko kwa njia ya tubimbi kwenda kwenda kamituga kule, nini iko hako na nini kienye naweza kutuma uraia wa pale asantire kama masinyatiri ziko zinawekewa, baache ma distractions za kule, ni chaka kusema ngo baache kule, kama baba uweze baache tu tusiende tu, tu, tu, tu, tuna kufa, kufa. Hivi mwa hivi vyote ba député nationaux na ba député provinciaux nani mwenye batoto yake bako, bako nasikia hizi mabombe yote mwa bobote, nani mwenye bibi yake kunasikia hizi mabombe zote, nani mwenye kunasikia kubote bali shakwepa kwenye bali kuepea kule njo tuko tunasufuria tunateseka hivi, na njo bango nasema oh, Mungu wewe doa, oh, Mungu wewe katare, oh, Mungu wewe biko hivi, na njo magumu yote yenye tuko nayo, wapi kwenye balisha kuepea. Sasa apreya kile kijoro batarudia, wanasema oh, tulisha sikilizana tulisha sikilizana na vya kupana balisha barakari nize, deja mtu hurumie kule na madistractions zenu kule, mtu hurumie kabisa <Marvinflanzen> Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, kwa heshima kubwa sana, nasema shukrani kwa kuwa nasi katika taarifa zetu za mchana wa leo, lakini nakusihi kuwa nasi tena katika taarifa zetu za hapo baadaye, ambako tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kutoka kwenye uwanja wa vita. Mimi ni mtangazaji wako Ramsihi Ramadhani, na hii ni Amani TV Media. Nakutangazia kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini matangazo yetu tunayapata moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii. Ukiandika tu YouTube, ukiandika Amani TV Media, hapo utakuna jiunga nasi. Lakini pia uko Shabunda, unatufuata vema kupitia redio mtu la FM. Asante kwa muda wako. Kwenye komenti utuambie unatufuata kutoka nchi gani? Mwenyezi Mungu hakubariki. Kwa heri.